Wewe Bwana, wastahili shukrani. Unayo yafanya ndani yangu, wastahili heshima. Sawa, habari yako? Nzuri, unaendaje hali? Na mshukuru Mungu kwa majina ndo nani? Pengine watazamaji wa Mastaz, hivi ndo mara ya kwanza kuona ya mimi, kwa majina nito Joseani, mm hilo hapo ndo jina la, la mama na baba, hilo sema kila mtu anakuwa na majina mawili, uwase Joseani ndo jina langu tutegemea mm, ho tabia hiyo kwa wasanii tu wa muziki wa kibongo flavor, aidha wa muziki wa kidunia kama mpaka kwenye injili, majina mawili ni muhimu <laughs> ya yeah, ni muhimu, lakini mimi uwaga mara nyingi natumia tu hiyo Josiane tu eh. Hata ukiingia YouTube yangu utakutana hilo hilo Josiane, yani Josiane gospel. So sinaga tabia ya kutaja majina yote mawili, labda nikiulizwa eh la pili. Sawa, labda ungetuambia sasa, bana talent yako ya muziki, maana kama tulivyokusikia hapo umeimba kiasi kwamba kuna namna, kuna wengine pale watapenda, pengine ungetuambia mapokezi yako ya idha muziki, aidha maisha yako ya muziki yakoje? ya maisha yangu ya mziki, mimi naimba, naimba nyimbo za gospel ya na, naendelea lakini, kuna kitu labda kinaweza kikawa kinanivunja moyo, ndio maana labda kazi zangu haziendi siku hizi mbili tatu, lakini bado mimi ni mwimbaji na napenda kuimba yeah. Nitamani jue hichi kitu hivi, injili na gospel kuna tofauti hapa, injili na gospel <laughs> wote ni wa injilisti maana ambao wanaimba zile nyimbo za Injili, sawa, wana wanafikisha ujumbe sawa, ili watu waokoke, lakini pia wanaoimba gospel na wenyewe wanafikisha ujumbe kwa wapakani ili waokoke, sawa. Lakini sasa utofauti upo kwenye music yeah. Ndio maana unasikia wana gospel lakini pia wale waimba kwaya labda unaona sasa, ile miundo ya mziki iko tofauti sana e. Kuna, hile, kuna hile tuseme t, t, tuseme hichi, kuna ile muziki zamani wanasemaga gospel, anaweza kaimba mtu mmoja au watu wawili mm. Lakini kuna namna gospel, gospel si ndo kama bendi lakini au gospel <laughs> gospel yombi jamu la watu, gospel ni watu wachache sana kuanzia kwa mtu mmoja, wawili, watatu wakiwa wengi watano, mara nyingi wakiwa wengi sana ni watano ya. Lakini pia wana gospel wanakuwa na wale madensa wanakuwa na desi pembeni, lakini hawaimbi, ndo maana ya gospel. Lakini, sasa, kwa wale ambao wanaimba, yani kikundi cha watu wengi kuanzia ishirini kwenda kuendelea yeah, zile ndo tunaita nyimbo za injili nyimbo za kwaya yani. Hmm. Ina maana yani hivyo hiv, vitu mmevitofautisha mev, nyinyi Wakristo na sisi wa um, hatujavitofautisha, lakini hata mtu yoyote yule anapoanga. Kwa nini sasa watu wanatofautisha bongo fleva na, na gospo eh? Kwa nini wanatofautisha wakati wote wanaimba na ni nyimbo? Ina maana kuna kitu ambacho kinasababisha wanatofautisha bongo fleva na gospo kivipi? Yani bongo fleva na gospo vilinganishwa kwa nini vilinganisho hivyo vitofautisho sababu bongo flava ina wanaimba maneno yao tofauti na yale ya wale ambao wanaimba nani, gospel. Hey. Kwa sababu bongo flava uh, <laughs> ni, ni nyimbo za kidunia yeah, lakini ukienda kwenye gospel ni nyimbo ambazo zinawaokoa watu wakiwa wanasikia ni kama neno la Mungu kwa, kwa staili nyingine, au wale wanakuwa ni wanainjilisti eh, hey, kwa upande mwingine Mm -hmm. tuseme ulitoka uli kwenye kwenye kwenye Injili, aidha tuseme ulitoka kwenye kwaya, aidha ulizaliwa kwenye kwaya. mm -hmm. Y, yeah, mi nilizaliwa kwenye kwaya, nilianza kuimba kwenye kwaya basi, mpaka nikafikia ni kuimba gospel ni kwa sababu nilikuwa napenda kwanza baadhi ya waimbaji naona Watanzania, Warundi, Wanyarwanda nikuwa nikiona wajisi wanaimba yani una, na ikajikuta tu nimeipenda hiyo gospel, nikasema kwa nini mimi nisijitegemee. Lakini kujitegemea au kuimba gospel haimaanishi kwamba mimi siendelee, kwa mpaka hivi mimi naimba kwaya, licha na kuwa mtu aliyezoea gospel. Kuimba kwenye kwaya ni shida, masauti unakutana hapo tofauti sana mm. Sasa so, kuna ile bana natamani sasa kuimba gospel. Kwa nini ukumwambia mchungaji, bana natamani, bana, katika hili kanisa letu kwanza. Kanisa gani unasali? Mimi nasali Methodist. <laughs> Yes. mm -hmm. Ndio hivyo u ukamwambia mchungaji, bana natamani katika hii katika katika hii kanisa, bana natamani kuwe kuwe kwaya ambayo yaani kuwe bendi ambayo inaitwa gospel, yaani niimbe ki gospel gospel, ila natamani tena katika hapa hapa nipate support. Kama hivi ni kwenye kwaya mmewapa support, na mimi natamani ya kwangu. Ah, kila kanisa lina no bendi, sawa na hilo bendi mara nyingi hawaimbi, huwa huwa nyimbo kama za kwaya, wanaimba kibendi, yani wanaimba kigospo. E, hata, hata wa na hawa, unakuwa tofauti. So, e, wawezi wakasema hii ni kwaya sijui ya gospel, hii ni kwaya ya Injili? Hapana. Hawezi wakafanya hivyo kwa sababu wote wanafanya nini? Wanatoa nani? Injili. Ndo maana sema ilo swala la bendi na kwaa imejitengenezea nyinyi wa Kristo <laughs> ni kutokana na staili sasa. Hey, tukaona tutofautishe hivyo hmm. Tufike staili tumwambie mchungaji basi, mchungaji, kuna namna bana, kuna nyimbo zangu hizi hapa, pengine hata kama mjani support kwenye audio video, fanyeni chochote katika hili <laughs> ya yeah, ni, ni, ni mawazo mazuri na ni kujisikia kwa mtu, naweza nikashirikisha mchungaji wangu, au kuna baadhi wanashirikisha na wanafanikisha ya yeah wapo e, lakini sasa, kila kanisa ina sheria zake, ya zina sheria zake kwa maana, na kila kanisa wengi wao wanaenda kurekodi na wanashuti, na wengi huwa wanasaidiwa na kanisa. Kwa kama pa, pastor hajatoa neno pale, yani hakuna chochote kinaweza kikaendelea, e, lakini kwa sababu anakuwa shatoa kauli, na ndio maana unaona makanisa baadhi ya makanisa wameshuti wana nyimbo, ni kwa sababu wameshikwa wame mkono na viongozi wa kanisa. Hey. Kuna, kuna, tukisema kwamba kuna namna wanaweza kusema bana gospel ni ubinafsi, kwa sababu kama ulivyodai hapo kwaya watu ishirini ishirini ngapi? Kwa hiyo ukisema kwamba utoke kwenye kwaya uje kwenye gospel, ina maana tayari uone kabisa umekuwa mbinafsi hapo. <laughs> Amna, ujakuwa mbinafsi unajua bana. <laughs> Kwaya ukiwa mtu wa kuimba kwenye kwaya sana, kwanza utojua kuimba kama kawaida Utakuwa mtu wa chini, unajua kikundi kikiwa, yaani watu wakiwa wengi, mkiwa mnaimba awa, ntawaacha wataimba masauti sauti ya huyu imetokaje? yaani wa au kwenye magospel au makundi, wanafundishana kuimba. Amna bana imba sauti ya pili sauti ya tatu ni hii sauti ya hivyo Unaona, ko tunapenda zile, zile gospel kwa sababu zinatufundisha kuimba, hata kwenda kwenye kwaya haitukusumbua mm. Ina maana sasa hivi unaweza ukatushauri kwamba elimu ya kwaya, aidha mwanafunzi akitaka kujua kuimba, yani mtu akitaka kujua kuimba aende aende kuingia kwenye gospel, sio kwenye kwaya, kwa sababu huwezi ukaanzia kwenye gospel kabla hujapita kwenye kwaya, kwenye kwaya kujua sasa, ili nijue sasa Yaani ushapitia sasa kwenye kwaya, unataka ujue. Mm, eh? Utoki, unashikamana na wengine kwanza ujue. Sio sio kwa, unaona mimi naimba kwaya, sawa? Ila siwezi nikaacha kuimba kwaya kwa sababu mimi nataka nijifunze sehemu fulani. Nitaimba kwaya, lakini pia nitatafuta wale ambao wanajua watanifundisha kuimba. Walimu wazuri wapo, ya. Mm. Eh. Hey. Sawa, tuseme kwa mfano unaimba gospel. Alafu siku moja ume, umejitokeza ume tu ile kimasomaso ukaimbe kwenye kwaya, alafu kwenye kwaya wasikupe maiki, we utajisikiaje hapo? Aise, mbona kawaida tu sana. Unajua kama mimi ninapo ninapoimba mara nyingi waga, sichukui maiki, hata walimu wangu wanajua hivyo. Unajua kuna kuna watu nataka vipaji vyao vikuwe, sawa mkiwa kwenye kwaya, unatamani yule naye kipaji kikuwe, ajue kuimba. Kuna mwingine usipompa maiki anakasirika, lakini kwa sisi ambao sisi tunajitegemea na tunajiamini tunajua kwamba tukishika maiki tunaimba, unaona e. Lakini kuna mtu mwingine akishika maiki kama ni wako, yani hakutegea, yani hakuzoea vya kujitegemea, huwa anatetemeka. Sasa yule mpe maiki ili azoe, hata siku nyingine akitoka kule akaenda kufanya kazi yake ya kujitegemea awe mahiri, sawa eh. Mimi siwezi nikakasirika wala nikaona noma eti kwa sababu hawajanipa maiki amna, sio kila mtu maiki eh. Kwamba kwa sasa hivi una nyimbo ngapi mtandaoni, aidha tuseme kwenye, kwenye box yako mahala, kwenye simu sehemu yote ile, kuna nyimbo zako ngapi ambazo ushaimba? <laughs> nyimbo ni saba eh, saba zingine ambazo bado hazijafanyiwa video wala hazijapostiwa audio ni mbili. E, na zingine zipo kwenye mastudio hazijatoka, so ya natarajia mambo yatakuwa vizuri hapo mbele, licha na kuwa nimekaa kimya muda mrefu hizo nyimbo zote hizo ni, ya mpaka hivi ukiingia channel yangu nimefikisha mfano kama sio hata mfano nimefikisha subscribe mia sita tisini na tano, lakini pia kuna nyimbo kidogo zilikuwa zina kasi kidogo, eh utakuta tano ke nne moja, unaona so baada ya, ya kiwango kuwa chini, yani cha nani cha pesa nikaa nimestisha sti, nime maana nikidhani ningekuwa na management, kama sasa hivi mambo yapo sawa, na nyimbo kila siku mnaziona, lakini kwa sababu mimi ndio najishika mkono eh, na kina familia inaniangalia, kila mtu ananiangalia so, naona, ya nachukua muda mrefu kwa kuposti wimbo au kwa kwenda kurekodi, lakini Mungu akibless, basi mambo yatakuwa vizuri mm. Wanasema bana, kwenye kwenye harakati yako kama ulivyosema bana, kuna nyimbo ambazo zimeenda kidogo, zingine hazijaenda kama hivyo Saa kuna hizo zilizoenda, kuna mashabiki wote ambao waitamani kukusapoti ya? yeah, wapo wapo, kuna kuna binti tulikuwa tunaimba naye, lakini pia na kiongozi wangu nilikuwa naimba naye, wapo kule, walikuwa wanasema tu ni watafute tuangalie namna gani tunaweza tukaingia kwenye mkataba ya yeah, wakafanya nani wani sapoti nianze kuimba Eh, kwa hiyo mimi nasubiria soon, muda sio mrefu naweza nikawatafuta, nika, nika tukaongea tukielewana, basi mambo yatakuwa vizuri. Tusipoelewana basi mwingine atajitokeza kunisapoti mm. Sana, msipoelewana kivipi sasa? Naingawa nataka sapoti na kama ulivyodai bana, ulikuwa unajisapoti, unaenda location kushoti video, unaenda kutoa sauti audio sawa. So, nadhani ulikuwa unatumia hela pale So, wewe pengine sapoti gani ambao unaitaka ya, ya, ya mkataba zaidi ya hapo? Yeah, unajua hii dunia ina mambo, ila sisiongelei kwao kwa sababu wao ni watu wanajielewa na wanaweza kufanya vizuri. Tukienda kwenye nyimbo za Bongo Flava hao ambao walifanyaga wanawasapoti huko, kuna baadhi sasa hivi hawafanyi kazi kwa, kulingana na nini, walikuwa na sapoti yao, walikuwa wanawasaidia. Unakutana anaimba anapewa hela, anaenda location, anaenda studio, anafanya kila kitu anafanya, na mwisho wa siku labda wanampa kidogo yani ya kula, unaona. Lakini sio ukienda kuangalia, account ipo wapi? Ipo Marekani eh. Hey, wakiposti wanaposti kule kwenye account eh. Hey, mwisho wa siku eh hey, tuna tu, tunaachana na wewe, ile account inaendelea kulipa huko, unabaki unalia, unaona. So yani ndio maana uaminifu ni mdogo sasa hivi kwa watu unaona. Ulikuwa unatakaje katika hayo katika hayo? <laughs> ni maelewano sasa, mimi na ule bosi wangu namna gani tutakavyofanya naye kazi ya yeah, ni siri yetu, sio mpaka tuongee kwenye mtandao. <laughs> hivi hivi, ngoja kwanza niulize kitu, kwa sababu natamani kwanza hapo nifafanue neno mkataba, kwa sababu mara nyingi wengi sana wanapenda kusema bana, mimi nataka niingie mkataba na, mtu. Kuna kwaga ile mkataba bana, amekufuata wewe kama mwanakwaya kama ulivyosema na chaneli yako So, of course pengine na yeye anaweza kasema bana mimi na, na, na, na channel yangu. So, unataka uwe mwimbaji wangu. Uwe binafsi yako mkataba wako utatamani kwamba hizo nyimbo zinapostiwa kwenye channel yako aidha kwenye channel yake. Yeye <laughs> ah, mm. Sidhani kama atakubali kwamba channel mimi niwe naimba afu zinapostiwa kwenye channel yangu na ni bosi wangu hiyo aio, nikizani atakuwa anaweka kwenye channel yake. Hey, lakini sasa tutaangalia kadili labda kazi inaenda namna gani, ye atanisaidia, naona hey. hey. na sio kusema kwamba chaneli yangu inaweza ikafanyaje, nikaacha moja kwa moja pana, si tunafanya kazi yake, lakini pia na naweza nikaiuza maana imefika mbali, lakini naweza nikaiuza na nikaendelea nayakwake aina shida labda bosi sasa ambaye pengine anaweza kusema, eh, natamani fanye hichi kitu nikusimamie hivi. Vigezo gani pengine aje navyo kwanza? Hmm. aje Mkristu aidha aje mwimba bongo flavo, aidha yani aje aje, yukoje mpaka bana mi nataka unisapoti. Uh, kusapoti kumsapoti mtu, aijalishi ni Mkristu, aijalishi ni nani? Hivi kanisani, mbona sijasikia mtu anakata sadaka? Wakati wote na wa dread sijui na nini, wote wanaenda kutoa sadaka, lakini sijasikia kanisa nasema, ah hiyo sadaka ya mtu amna itoeni, lakini unaitoa inasaidia injili kwenda mbele. So mimi yote yule ambaye anaweza kanisapoti awe Mkristu awe sijui nani, ya amjui Mungu nauenda kaokoka kupitia zile nyimbo zangu, unaona <laughs> so, kondo hivo naweza nikakubali yoyote yule ambaye anaweza kajitokeza kwa ajili ya kunisapoti. Mm, hivi msanii gani ambaye ametushawishi tuingie kwenye kwenye gospel? Tuachane kwanza na kwaya, msanii kwanza tofauti na na gospel. Mimi nilikutania kwanza, najisikia napenda kuimba baada ya kupenda kuimba, nikawa nika napenda mziki, nikaa najaribu kujifunza gita, baadaye nikajua kupiga gita, nikaanza ku najua kupiga. Ninayo kaichukue, tuone upige kabisa. Em, kachukue tuone bana. Mtazamaji kula chuma anapiga gita mama, ni hatari, ngoja tumsikilize. Ameendea gita Unajua bana, ni vitu vichache sana kwenye maisha. Ngoja tuone, eh bana. Galatoni mwanangu, ni kweli kweli, ma kweli, ni kweli, galatoni kabisa, kwamba iyamba ulinunua kabisa kwelako? Ulinunua kwelako eh? <laughs> Nilisapotiwa, kuna mtu aliona napenda mziki, afu tena mimi nilikuwa nakalika ule magita hivi wa kutengenezwa tengenezwa wa, wa, wa kiasili sijui niseme hivyo ya yeah. Kasema, kwa nini uhangaike na mi nipo bana, eh hey! Kanaambia, nina gita hapa, afu nili, nilikinunua nilikuwa natamani na nipige mziki lakini nimeshindwa, so shika ukatumie hmm. Kabla tujafika huko <clears throat> Sawa, tuendeleze kwanza ile mada ambayo tulisha kwenye gita mm. Baada ya wewe kukuta bana, mimi natamani tamani hichi kitu vitukana na hizo ikawaje? Nilipenda yes, ni music nia sana, nikaanza jifunza koo. Nikiwa natunga wimbo wangu natumia gita eh, napiga gita na natunga eh, najikuta na wimbo tu umekaa kaata kuniambia mna msanii wote wa gospel hapa Tanzania aidha hapa kambini aliye kushawishi bana ngoja na mimi nizidi kupambana, pengine naweza nikapiga hatua kama huyu? Ah, nawapenda wasanii ambao nawapenda sana. Nilianza kumpenda Kristina Shushu, lakini baadaye kuna kulikuja ambao wanajua kuimba, wana viwango vya juu yake, sema ni wakiume sio wakike. Wajoelelwaga na nani? Namsaa huyo hapa anapenda nyimbo zake sana anaimba vizuri, ya yani kimkumbuka nitakwambia. So walinishawishi maana nipenda gospel zao. Kati mm, ya gospel na, na Mungu upo wapi hapa eh? Kati ya kumpenda sana yi, gospel na kumpenda sana yeye. Tuseme Yesu uko wapi hapa so. <laughs> wote ni kitu kimoja <laughs> gospel namwimbia Mungu <laughs> wanafikiri naambia nani? <laughs> nimeuza hivi kwa nini? Eh. Kipi kikutenganishe na muziki? Kipi challenge hiyo sasa? Kipi kinitenganishe na muziki? Labda kifo. Kipi kikutenganishe na Yesu? Amna cha kunitenganisha na Yesu. Nikijichanganya nikafanya dhambi labda ndio initenganishe. Mbona unaniambia ujaolewa? Kuolewa, kuolewa, mbona kawaida nishaolewa sasa mwanaume kwa namna sitaki uimbe, lakini emu endelea kusali, ila kuimba kuna namna. Wache wengine la lw unajua, mbele nilikuwa naimba bongo flava mm. baada kuimba bongo flava, ila yeye alikuwa ameokoka so akakataa, akasema hapana, hiyo haikustahili. Alikuwa anapenda kunisapoti sana kwa kuimba nyimbo za Injili, so akanisapoti niendelee kuimba nyimbo za Injili, lakini sasa haiwezi tokea kwamba eti hebu wacha hivi amna. Um, kwa akili zake ninavyojua, aweza akafanya hivi, ni wa Pentekoste. Yeah. Hmm. Tumejiandaje aidha tume, tumeandaa magoma mangapi? <laughs> Hmm. Kwangu kanisani kwetu au kwangu mimi binafsi vyovyote kama ndi kanisani, kwa sababu kuna kutumbuiza huko huko na huku binafsi pia tunaenda kutumbuiza. Uh, kanisani kwetu sisi tumejiandaa vizuri, na ukienda kuangalia mkutano utakuwepo kwetu. Tunapokea eh, session zote za Methodist zitakuwepo hapo kwetu, so mambo yatakuwa vizuri na Mungu atasaidia yeah. Eh, kwa tumejipanga, afu tutapendeza tutokezee, yani eh, kinyama. <laughs> Wanamu tunaenda kumzungumzia Yesu huko. Hmm? Kwa namna tutaenda kum, kumzungumzia Yesu? E, tutaenda kumzungumzia maana hiyo ni siku pekee ambayo Yesu alipo, alipo shusha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunamsubiri kwa hamu siku hiyo mm ya Jumapili. Kwanza tufafanulie hichi kitu hapa, Yesu alikuwa na wanafunzi na alikuwa kumi e, <laughs> yeah. e. yeah, na mbili. Sasa unajua majina inakuwaje? Sasa unashindwa kujua waumini wenzako, naweza nikajua lakini kwanza kuwasema akina Petro akina nani, tunakotaka tuende taratibu na wakina walikuwa wakini... ah, ni wengi, tuende taratibu wa kwanza eh, mimi siwezi nikawataja <laughs> <laughs> <laughs> wote eh, lakini tukiingia kwenye Bible najua fulani fulani fulani eh, kiwasema nakwambia eh, huyu alikuwa huyu alikuwa huyu alikuwa eh, lakini kuna uhakika wote kumi na mbili wametajwa, wote kumi na mbili wametajwa mle, kila mmoja ana eneo yake na nafasi yake. Yeah. mm. Kitu gani ambacho nimekuuliza chini na hujasahau? Kitu ambacho nimekuuliza ambacho hujakisahau. Hamna. hmm. Hey, nime... Zote nakumbuka. Yeah. Uliniuliza nini labda ambacho nimekisahau? Swali la mwisho ni kuuliza nini? Yeah, swali so, la mwisho umetoka kuniuliza kwamba wanafunzi wote kumi na wawili wao wapo kwenye Biblia, hey, na kila mtu ana nafasi yake. Nikasema ndiyo. Tumsikize Yesu kwenye Galatoni. Hemtusikie Galatoni. Sikie sasa uimbaji kutoka kwenye Galatoni. Hichi hapa ni kitu natural sana. <laughs> Hemtusikie tu unavyoipiga Aisha, tu hali hiya sasa, tapita tu. Mshindi wangu karibu nami, mtetezi wangu yu hai. Stabaki kama nilivyo, stabaki kama a, hivi alokufundisha garatoni, kuna zawadi yoyote ulimpa? Ya, sijampa. <laughs> Yes, zawadi yoyote maana hayupo kambini. Uh, ya yeah, yupo yupo USA mm. Mungu, Mungu ampe mao yake yeah, Mungu ambariki, maana ameenda kitambo. Nilisema lati angekwepo eh, na nikajipata, ningempa zawadi, bonge la zawadi apo mm. Kuna namna kanisani unapiga vitu kana hizo, mpiga gita akiwa hayupo eh, sema nilikuwa napiga kanisani kipindi, kipindi ningali binti binti, sijaolewa ya sepaki, lakini nipo, nipo leo sinini ama dini ya yeah, nikawa nimeacha. So pale msanii kwetu, kuna wapigaji wengi tu, lakini kuna kipindi jaribu kushika akasema, kwa nini usianze kutupigia? Lakini muda ya yeah, muda sina kuelewa kusema yeah. Mm. Kuna mume, kuna watoto sahivi, kuna jiko, kuna bomba, na, yeah, mambo mengi. So mtu akiolewa, mambo yakiwa mengi, kuna vitu anavikanseli, unaona kutazama hapo. Mm. Pale unaeza kawambia kitu gani? Ya yeah, kwanza mi nawapenda ya, lakini pia naamini kuna baadhi ambao wananipenda na wanaendelea kunishawishi niendelee na kazi, lakini pia naomba sapoti yao ya wanisapoti, waendelee kufuata channel yangu Josiane Gospel ya ili wa, waweze kupata nyimbo zangu yeah, na wasikoe, wanasahau kusubscribe kushare kulike ya yeah, vyote Anaitwa nani mtumishi Jose? Eh, anaitwa mtumishi Jose, kama mlivyosikia bana, ana talent fulani hivi ya kwenda sana bana. Mimi binafsi yangu nilikuwa sijawahi kumuona, lakini leo nimepata fursa, nimepata bahati ya kusikiliza chochote kutoka kwake. Naitwa Alex Ali 26, nilikuwa na Kabaisa Mtumbadi nyuma ya kamera. Huyo hapo ndo mama fulani hivi Mkristo wa kipekee ambaye anajua kupiga gita, unajua ni wachache sana. Eh, bana, make sure umesubscribe, umelike na kucomment na kushare kwa wengine ili wazidi kuenjoy kama ulivyoenda kuenjoy. Nseme sana asante.